Vipi mzee? Ah, ah, ah, so ndoto. Ah, so ndoto kwanza. Saizi saa ngapi igoa? Inaelekea mchana. Tulikubalianaje jana? Ah, nani nani? Tandale wapi kule? Sasa mpaka sahizi, mbona bado upo hapa? Alafu unajua ile ni kazi ya watu na mimi nimeaminiwa, mimi nikakuamini wewe. Ah, sasa ndoto kwanza kwanza. Kwanza Niulize vipi? Mbona sikuelewi? Kana cha genge hapo sasa mi hiyo inihusu? Ilikuwa uniambie bwana, mimi nina kazi, nauza nyanya, nimtafute mtu mwingine, tufanye hiyo biashara tupate. Sasa ni bibi mkubwa, na mimi kuna biashara ya watu wameniamini, mi nimekuamini wewe. Kwa nini unataka mimi kuvunja uaminifu wangu kwa watu? Mi nakula wapi sasa? Unakula hapo hapo, mbona ufanye kazi na, Fresh, o, endelea o, na mishe zako. Wakati umekubaliana biashara, unataka hela, ungetoa taarifa mapema tokea saa mbili mpaka saa hii, sijui naenda saa tisa hii. Naenda kule. Hiyo ela ili e, ambayo okay, naifata mimi nikupe kazi yako hapa kwa mama au? Wewe ndio umebadilika. Wewe ndio na unaenda kwa... kubadilika sasa. Nikupa mimi tena dili uninyonge, nipo hapa ndutu. Baba, ah, ni shai ni naona una no, no, no, umakini kama nini kuosha nyanya hivi mwanangu. Makini unaofanya hapo ungeufanya na kwenye biashara yetu tungekuwa mbali babangu, no, nina maana hivi mimi nikifanya hii biashara naona hela inarudi, napata hadi faida, lakini nikikuacha wewe vitu vinaisha na hela inaisha. Sasa sijui hela inaenda wapi kwa mama? Mimi nikifanya biashara, maana kinyanya uzioni, vitunguu vioni na hela uioni. Hebu jifikiria mwenyewe, nimevunja kibubu, mi ndio nimeleta hii biashara leo. Sasa naomba uwe makini mwanangu. Hapa nilipo naenda kufuata mzigo mwingine Tandale. Mama hapo ananisimanga. Nakwambia unanisimanga mama, kwa sababu gani? Nakwambia hivyo rafiki yangu ametoka sasa hivi na mipango yao ame na iacha na anaenda na anakuniga hela nusu. Leo jamaa na kaa hapo, naambia tena wewe unafanya biashara kwa nyanya uzioni mbali na uzioni kwa maana mimi yani nusu, unataka kitu gani kikubwa? inaji najitoa kwako wewe tena, kama mimi sina tena umuhimu hivi? nishai una matatizo gani? ina maana mimi nisikuelekeze maana ya biashara? unajua maana yake nini? Wewe unanisema. Kwa nini tutakuwa tunacheza mdako basi hapa? Ina maana nakuona kabisa unaingia kwenye shimo. Alafu mimi nisikuseme mwanangu njia usipita ina shimo ni kwacho utumbukie. Mama ya biashara umefanya muda mrefu. Wewe unanielekeza mimi. Mimi sijui. Nafanya biashara polepole. Pole. Kama hela ionekane unifundishe ile ione hela ionekane. Nyanya zisionekane nyanya zilivyo. Sasa unaniambia mama kwa sababu. Ah, sawa. Yaishe. Maana wewe ukawi kukasirika. Kwa sababu mimi na safari yangu nataka ujifanye umenuna. Genge alikae peke yake. Wakati ndio genge tunategemea kila kitu hapa. Nataka na changanya nyanya zingine. Nasema hivi. Kuwa makini.

Zambuzi za ng'ombe. Kuna kikao na nabii mkubwa leo, yaani kuhusiana na biashara hapa. Ni mkubwa yeye ndiye, na wewe ndio unachukuaga, na mpaka leo jibu langu nipi? Jibu gani sasa nishe? Ujue jibu unataka kunipa. Mimi namaliza mzigo hapa kwa kitoto. Bwana nishaisikia kwanza mimi leo nataka niende kapike biriani. Kwa hiyo, ah, nyanya kwanza ile ile tukaleta. Eh, kwanza tukubaliane. Ni tabia yako kuniambia unanifikiria, unanifikiria mpaka lini? Mimi na mviza puani mpaka unifikirie. Jamani, wewe sasa unanifikiria mpaka leo unanifikiria. Mimi mimi bado mdogo najua. Ah ah. Jenzi. Mimi jenzi. Sikia basi. Jibu lako mimi nitakupa usijali. Ah ah sasa tu. Ah, sikia sasa nishe. Naona unataka unipande kichwani, si ndio? Unataka ni gani, sindo maanake? Unataka wengine wakanifaidi, sindiyo? Nataka nyanya za elfu tano na viazi vya elfu saba. Ukitaja hela maanake unatoa. Sina hela. <laughs> <laughs>

You you. Hey, we nishai! Mimi ndiyo naondoka hivyo? Nishai jamani, ulilala, unaona sasa. Mimi na kaga na lalamika. Jamani hela sioni. Sijui biashara unafanya vibaya. Unalala mwanangu kwenye biashara na biashara inalala. Ni watu akija wa hapa si wanakuibia akiona hamna mtu. Ah. Ah. Ina maana mimi nikitoka ah, wewe ndio kazi unaoifanya ya kulala. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Eh, wewe sema kwamba ukitoka, mama nenda? Eh, hey, Mungu wangu jamani. Hivi mimi una matatizo gani? Hamna, ah, sina matatizo mama. Ndio unajua una ukitoka unaenda Tandale. Kwani ulikuwa unaota njozi mbaya? Hapana. Kumbe mbona umebadilika ghafla? Mimi nimekwambia natoka hapa naenda Tandale, naenda kufuatilia mzigo, wewe ukae. Ni shai si, una matatizo gani mwanangu? Hamna mama, amesema kwamba ukitoka Tandale unaenda? Mungu wangu mwanangu, amekuloga nini? Sasa ni nini mimi naongea, alafu wewe uko hivyo

Nyanya. Hapana, ngoja nije vipi? Vipi nisije, mwanangu, una ugonjwa wa kukakamaa? Eh, Mungu wangu, kistajabu ya Musa utayaona. Firauni huyo nani? Wewe mbona unatatarika kama bisi bisi? Sikuelewi, papa papa papa papa maanake. Njoni kumniambia vizuri, nataka kuniletea ujinga hapa. Mi kila siku nahangaika usiku silali mchana nashinda kutwa nzima jua linaniwakia, alafu nakwambia mwanangu, fanya biashara vizuri. Sikuelewi, wewe umefuata nini hapa? Mdama una afanyaje? wana ananitaka nini? Anakutaka an ndo anakutakia mgengeni kwangu, alikuita gengeni Ali genge langu gengen, ndo mnalifanya nyumba za wageni, si ndio? wewe wewe wewe, ndo maana kila siku nalalamika. Kumbe hizi kazi ndo unazozifanya sasa. Sikiliza, ni shai kwa ajili mzigo wangu sijaenda kuufata kule, naogopa waone, wasije wakaniibia nikirudi. Na kazi na wewe leo, kama unataka mwanamke si wewe uoe. Kitu gani unafanya namna hii? Mama yako anakuangaikia, mwanangu, wewe uwe na maisha mazuri. Minyanyenye misalo, tena unakuja kuimalizia inakuwa misalo zaidi wewe. Shetani we. kuwa makini na biashara hasa mama kani na minyenyele msiseme